Uh, katika bandari eh, kavu ya Kwala, serikali kupitia mamlaka ya bandari Tanzania uh, TPA imeamua kujenga bandari hii uh, katika eneo la Vigwaza hapa Kibaha uh, ni umbali kama wa kilomita 15.5 kama alivyosema kutoka barabara kuu na kilomita 90 kutoka bandari ya Dar es Salaam. Katika utekelezaji wa mradi huu awamu ya kwanza uh, tumetengeneza eneo hili ambapo tupo na tutaendelea kufanya katika maeneo mengine mpaka tufikie hekta zote ambazo tumeziandaa kwenye eneo hili. Lengo ni kwamba tuwe na eneo ambalo linavutia na ambalo wawekezaji wakija hawatapata changamoto ya kuchukua mizigo yao ama kuhifadhi mizigo yao, na wote mmeona hapa, makontena yaliyoko hapa hayachafuki, yako salama. Mtu yoyote ambaye ameleta kontena lake liko hapa, anakuja anachukua likiwa safi na linafika huko linakotakiwa kufika aa, likiwa salama kabisa. Sasa nilikuwa nimewaeleza mara ya kwanza kwamba tumejenga bandari hii kwa ajili ya kukabiliana na msongamano uh, katika bandari ya Dar es Salaam. Sasa pale kwenye bandari ya Dar es Salaam uh, kulikuwa na ICDs hizi bandari kavu ndogo ndogo kama kumi na moja. Zile bandari tulizokuwa nazo pale Dar es Salaam zimeshindwa kuhimili kuimi mizigo makontena mengi ambayo yanaletwa kwenye eneo lile na mizigo mingine mbalimbali. Uwezo wake zilikuwa ni kuhifadhi makontena uh, elfu 24 na mia tatu kwa wakati mmoja. Sasa kati ya hizo pia kulikuwa na bandari kavu za magari kama tisa zenye uwezo wa kuhifadhi magari kama elfu kumi na tisa na mia moja. Sasa sababu za kuleta hapa ni kwamba tume, tumejenga eneo hili la, la Kwala ambalo liko karibu na miundombinu ya barabara kuu, hiyo barabara ya Dar es Salaam Morogoro, lakini jirani kabisa na reli yetu ambayo iko hapa jirani, kwa sababu tunaweza kuleta mizigo hapa kupitia kwenye reli na kupitia kwenye barabara na inamrahisishia sasa mtu yeyote ambaye mzigo wake umekuja hapa kuamua kuutoa hapa ama kwa kutumia reli, ama kwa kutumia barabara. Lengo letu ni kwamba pamoja na kwamba bandari ya Dar es Salaam imesongamana, tukifika hapa basi pia tunaweza tukawasaidia. Hili eneo la Kwala peke yake linaweza kuhudumia makontena laki tatu kwa mwaka. Bandari yetu ya Dar es Salaam ni kama mara tatu yake, lakini tayari tulishaanza kuona baada ya kuchukua hatua mbalimbali za kuiboresha bandari Uh, ilishaanza kuzidiwa na tunadhani tuki, tukipatumia hapa na bandari zetu zingine tunazozijenga uh, uh, Dodoma uh, tunajenga Tabora uh, Isaka Mwanza na kule mpakani kwenye nchi jirani zetu za, za Burundi na Rwanda na Kongo pia tutaweka bandari kavu. Kwa hiyo hizi bandari kavu zitakapokuepo, hii changamoto ya msongamano wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam itakuwa imekwisha, na leo tumeona tuwaoneshe hapa katika bandari ya, ya, ya Kwala muone moja kati ya hatua ambazo serikali imezichukua. Mradi wa bandari ya, ya Kwala umefanyika kwa gharama ya shilingi bilioni e, kwa kazi zilizofanyika hapa ambazo kama nilivyosema ni kusafisha eneo, lakini pia kujenga yadi kubwa, hili eneo tulipo, lakini pia kuunganisha mchepuko wa reli hapa tulipo, kuna reli ya MGR kilomita 1.3 wenzetu wa TPA wameshirikiana na TRC kuhakikisha makontena haya, tusianze tena kuyatutusa kwa magari tukaharibu barabara, tunaweza kuyaleta kwa njia ya reli. Kwao tumejenga hiyo njia kwa shilingi milioni 677 na imekamilika kwa asilimia mia moja tayari inatoa, inatoa huduma. Ndugu zangu waandishi wa habari, wa bandari hii uwezo wake ni makontena laki tatu kwa mwaka, lakini kwa siku tunaweza kuhudumia makontena 823 na makontena haya laki tatu ni asilimia 30 ya makontena yote yanayoshushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza pressure kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kwa asilimia kwa asilimia 30. Naomba kuwapongeza kwanza wadau wote ambao tumeshirikiana kwenye mchakato huu. Najua haya makontena sio ya serikali, ni ya wafanyabiashara. Kwa hiyo serikali inapoamua kufanya hatua kama hii, tunahitaji pia pia kuungwa mkono na wadau ambao pia wana uamuzi wa kuamua makontena yao yaje Kwala ama yashukie Dar es Salaam. Lakini hili jambo limepokelewa vizuri, mwitikio ni mkubwa, na tunawaza pengine inawezekana presha ikawa kubwa zaidi, kwa sababu baada ya kuweka huduma kama hizi hata mizigo ambayo ilikuwa inapita kwenye bandari zetu za jirani nao sasa wataanza kuvutiwa kuja kupitisha mizigo yao Dar es Salaam, na inawezekana mahitaji ya kutumika kwa bandari ya Dar es Salaam yakaongezeka yakaongezeka maradufu.